Nyanja TV. TV ni TV yako pendwa inakuletea habari za kitaifa, kimataifa, michezo na burudani. Visa na mikasa, makala, elimu pamoja na kipindi cha miradestori za makabila yetu hapa hapa Tanzania. Tazama Nyanja TV. Nyanja TV habari. Mpenzi mtazamaji wa Nyanja TV, napenda kukukaribisha kutazama makala hii fupi, makala inayoangazia hatua za kimaendeleo ya mkoa wa Mara, hususan manispa ya Msoma. Mtazamaji, tumevuka milima na mabonde tukitokea mkoani Katavi na kuja mkoa wa Mara kuonyesha uzalendo, kwani Mara ni nyumbani. Tumepokelewa na mkuu wa wilaya ya Msoma Mheshimiwa Juma Chikoka ofisini kwake na kufanya naye mazungumzo kuhusu maendeleo ya wilaya ya Msoma. Mimi ni Laulet William, mwongozaji na mtangazaji wako. Karibu twesote tunaanza makala hii kwa kujua mikakati gani imeandaliwa katika kutunza mazingira. Juma Chikoka ni mkuu wa wilaya ya Msoma, anatueleza mengi kuhusiana na utunzaji wa mazingira ya Musoma ambayo wamaarufu tunapenda kuita Musoma kijijini. Musoma na majimu mawili ya uchaguzi na Musoma mjini, ai wake mheshimiwa Vedastus Manyinyi Mathayo, na Musoma kijijini mbunge wake ni Profesa Sospeter Muhongo. Kikubwa wilaya ya Musoma, ziwa ziwa Victoria liko maeneo yote mawili Musoma mjini pamoja na Musoma ndio nayo sasa ni kutumia rasilimali kusiwa akavinufaisha kiuchumi na kutunza mazingira mazingira taa unatengeleza mikakati ya pamoja shirikishi na jumuishi, amoja na wananchi wote, kwa nfisha pamoja moja, unafanya Musoma yetu inakuwa ya kijani, maana ya zoezi la upandaji miti sisi kwetu Msoma ni zoezi endelevu wa upandaji miti katika kwanza katika kaya na majumba kwa wananchi kule waji, ili zoezi ni endelevu, lakini pili kwenye taasisi za umma kwa maana ya manaya, shule za, zahanati, za za anati na maeneo yote ambayo yanazunguka mazingira na ya wananchi wa Msoma. Kwa hiyo utunzaji miti huu tutafanya Musoma yetu kiuhalisia na kivitendo iendelee kuwa ya kijani, na miti ambayo tunaweza kuendelea kuisimamia kupanda miti ya kiburi lakini kubwa na miti ya matunda, na kwa sababu hii miti ya matunda pia itatusaidia hata upande wa lishe. Moja pia ya sera na mikakati tunaoendelea kuisimamia ni kuhakikisha lishe hasa mashuleni inakuwa ni sehemu ya kipaumbele chetu. Kwa hiyo tunapohamasisha na kuhimiza wananchi wapeleke chakula mashuleni, pia tunahimiza pia na upandaji wa miti ya matunda, ili iweze kuwasaidia watoto wetu waendelee kukuwa na afya bora ya mwili pamoja na ya akili. Tumesikia mnayo kampeni ya safisha ng'arisha. Kampeni hii mnaiendeshaje na iko vipi katika hii kampeni ya safisha ng'arisha? Moja ya maeneo ya kimkakati ambayo tunatarajia pia kuyaboresha, tunataka tuguse pia hii public ya tunayo pale, bustani yetu ya Malaika tunataka tuiboreshe, tuifanye hiyo ya kisasa. Lakini tunayo round about hii, tunataka pia tuitengeneze, ili ionekane kweli ni alama ya usafi wa mazingira ya Musoma. Kwa hiyo kwenye swala la mazingira, tutakwenda nalo kwa nguvu. Mkuu wila wa wilaya Musoma, mheshimiwa Juma Chikoka, je, ni miradi gani ya kimkakati mnayoiendesha mpaka sasa? wa ndege pia utafanya hata biashara nyingine zitaendelea kufunguka. Swala la utalii utaimarika, uta zaidi kwa sababu watalii watalazimika kutua hapa Musoma ili waende kufanya utalii katika mbuga yetu kubwa, mbuga ya, ya Serengeti. hata mzunguko wa pesa utaimarika zaidi. Kwa hiyo moja ni mradi huo wa kimkakati wa uwanja ndege, lakini wilaya yetu hii tuna miradi mingine ya kimkakati takribani mitatu. La pili ni soko la Nyasho. Soko la Nyasho, tayari tenda ile imeshatangazwa. Sasa hivi tuko katika hatua ya wasabuni mbalimbali kuomba, wakishaomba wanaonyeshwa saiti, lakini tunavyozungumza huu mchakato wa ujenzi wa soko jipya soko la kisasa la Nyasho umeshaanza na soko lile litaenda kuchukua takribani wa wafanyabiashara na wajasiriamali wa wasiopungua wa mia sita. Kwa hiyo itafanya Musoma kuchangamka kiuchumi na biashara ziendelee kufanyika, lakini mradi mwingine watatu kati wa kimkakati ni mradi wa stendi ya Bweri ya kisasa ambayo tayari nayo na tenda ile imeshatangazwa. Tunatarajia kuwa na stendi nzuri bora na ya kisasa zaidi, ayo tunaojengwa pale uh, Bweli, na hii itafanya pia si situ huduma kuimarika, lakini na wafanyabiashara wa mbalimbali wataendelea kufanya biashara katika maeneo yale ya stendi, lakini na mji nao kuendelea kubadilika. Lakini mradi mwingine wa nne wa kimkakati ni barabara yetu hii ya Musoma basi kwa kiwango cha lami kwenda kutoka kule hospitali ya Kwangwa pamoja na soko la Sanani kule. Kwa hiyo ni mradi huu ambao miaka mingi ulionekana kama ni wa maneno maneno, wa kusuasua, unavyozungumza huu mradi umeshatangazwa, na hii barabara itaanza kujengwa kwa kiwango cha lami. Hii ni barabara ya kimkakati na ni kubwa zaidi lakini shukrani nyingine kwa Mheshimiwa Rais ni uwepo wa hospitali ya rufaa, hospitali kubwa, hospitali ya Mwalimu Nyerere, hospitali ya Kwangwa ambayo uh, inatoa huduma za kibingwa. Zipo huduma ambazo wananchi walikuwa wanalazimika kwenda uh, mikoa jirani, mfano, zipo huduma za za kitaalamu zaidi kwa maana ya za ki, za kitabibu uh, ambazo watu walikuwa wanalazimika kwenda Bugando kwa mfano, mambo ya MRI, CT scan. Wote watu walikuwa huduma hizo walikuwa wanalazimika kwenda kuzifuata uh, katika hospitali ya Bugando, lakini sasa hivi tunapozungumza huduma zote za kitaalamu kwa maana za kibingwa zinapatikana katika hospitali yetu hii ya Mwalimu Nyerere mmoja, hospitali kubwa hospitali ya mfano na uh, inavyozungumza inawezekana kwa kwenye upande wa kanda ya ziwa, itawa, kwa u, kwa ziwa kwa hospitali ya serikali huenda ikawa ya namba moja kwa ukanda huu wa ziwa. Kwa hiyo ni shukrani za kipekee kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa uwekezaji mkubwa katika sekta zote, sekta ya elimu, sekta ya afya, miundo mbinu, hata upatikanaji wa maji katika wilaya yetu ya Musoma hapa Musoma Chaa, wa manispaa cha asili upatikanaji wa maji ni asilimia 98. Mpenzi mtazamaji wa Nyanja TV endelea kufuatilia makala zetu, na bado tuko mkoani Mara. Makala inayofuata tutaangazia masuala ya usafirishaji kwa njia ya Ziwa Victoria, pamoja mila na desturi za makabila yetu hapa Tanzania na kilimo biashara. Mimi naitwa Laurent William nikiripoti kutoka Musoma mkoani Mara, Nyanja TV.